Shosti Tusemezane kuna nguvu kubwa sana ya kuandika vitu vyako yani if you have plan you have dreams you have pain you have happy n you have uh, uh, great moment down, down moment future plan, or anything, write it down mimi binafsi sasa hivi naona ni trend watu wanaambia waandike kwenye journal, kwenye journal, uombe, usifanyeje. Yes. Watu wanafanya. Lakini mimi ninaweza kusema kuna nguvu kubwa sana kwenye kuandika kwa sababu binafsi nimeiona nguvu ya kuandika vitu vyangu chini. So chini, as any kuandika in a, whatever it is, it's a diary or anything. And then that's giving you wenye sayansi wanasema kuna subconscious mind inakuwa inakukumbusha ina, kitu ambacho umeandika lakini pia in the believers, they say kwamba ukiandika you came back in testimony kwamba yo God did this to me, and whatever it is. Lakini in a normal normal way ya kuongea ni kwamba kama una mipango yako na unataka uwe una track mipango yako na unataka uwe unaona ar, ar, uh, uhalisia wa mipango yako kwenye ulimwengu huu kwamba nilipanga moja mbili tatu so kwa kuongea kwa kupanga kwamba my dream is 1, 2, 3, 4, 5. Kwa mwaka huu nataka ni achieve 1, 2, 3, 4, 5. Then baada ya muda fulani ukirudi unakuja kuangalia what did you plan and how did you achieve it, na muda mwingine tunakuwa so excited na vitu. Muda mwingine kuna mtu ananiambia, huwezi kuona steps zako kama you don't track it. You won't see kama unasogea kama if you don't track it so, so make sure you track your steps. Yani, make sure you track your steps. Ku track your step ni pale ambapo umepanga malengo yako labda thelathini. Tuseme thelathini. Then come back. Baada ya miezi sita utaanza kutik, kwamba, okay, kumbe hili nilipanga. Kumbe nilipanga kununua gari. You plan to travel. Write it down, hiyo write it down. Na mwingine anaweza kusema sio desturi yetu. Nikisema sio desturi yetu, kwamba ah, bwana, sisi bwana wa bongo, mambo ya ku, ya ku plan is not our our desturi, lakini you can make ikawa your culture sawa. So, eh, kwamba you plan ahead, plan ahead inakusaidia vitu vingi mno, mm, hususan to track your small steps hususan kufanya budgeting hususan ku own I mean, kutengeneza utaratibu ambao huongei tu uropoki tu, lakini ukija unasema kabisa nilisema mwezi huu wa nne nitafanya hiki nitafanya kile nitafanya. Kuna watu wanapanga daily, kuna watu wanapanga weekly, kuna watu wanapanga monthly, kuna watu wanapanga the whole year. Inategemea na wewe unachotaka kupanga, lakini write down the major goals, kwamba let's say major goals zangu uh, za mwaka huu ni moja mbili, zinaweza zikawa tano, alafu how do I jinsi gani ninalifikia hili moja, then you break down kwamba ninalifikia hili moja kwa mwezi fulani. Huu mwezi una siku, then una break down kwenye siku. Kwa hiyo kwenye kila siku ukiwa na steps ndogo ndogo mpaka mwezi ni siku thelathini, so kuna achievement unakuona pale. Haijalishi any goal you wanna achieve, so all the best kwenye mipango yako.